Shirikisho la soka Afrika CAF limetoa adhabu kali na zisizo za kawaida dhidi ya Senegal na Morocco kufuatia ukiukwaji wa nidhamu iliyotokea katika fainali ya AFCON 2025. Karibu sana, hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swale Mshana. Tunaambiwa CAF imeweza kutoa adhabu nzito kwa Senegal na Morocco baada ya fainali za AFCON Sawa, shirikisho la soka Africa CAF limeweza kutoa adhabu kali na zisizo za kawaida dhidi ya Senegal na Morocco kufuatia ukiukwaji wa nidhamu uliotokea katika mchezo wa fainali. Senegal imepigwa faini ya jumla ya dola za Marekani laki sita na elfu kumi na tano ukijumlisha na dola laki tatu kwa utovu wa nidhamu wa mashabiki dola laki tatu kwa wachezaji na maofisa na dola 15 kwa kupata kadi tano za njano. Kocha mkuu wa uh, Senegal Pape Thiaw amesimamishwa mechi tano za CAF na kutozwa faini ya dola laki moja kwa kuharibu taswira ya mchezo. Wachezaji Iliman Ndiaye na Ismaila Sarr wamesimamishwa wa mechi mbili kila mmoja kwa tabia isiyo ya kiungwana kwa mwamuzi. Lakini kwa upande wa Moroko, Moroko yenyewe imepigwa faini ya jumla ya dola uh, laki tatu na elfu kumi na tano ikiwemo dola laki mbili kwa utovu wa nidhamu wa wavulana wa, wa kuokota mpira na dola laki moja kwa wachezaji na maofisa na dola kumi na tano elfu kwa matumizi ya lasa na mashabik. Leza, eh? lasa eh? na mashabiki. Lakini CAF pia imekataa rufaa ya Morocco ya kuitaka Senegal ivuliwe ubingwa wa AFCON 2025. Adhabu hizi zimezua mjadala mpana kuhusu nidhamu na haki katika soka la Afrika. Nimejaribu pia kupita kwenye comment mbalimbali. Mbali. Uh, nimeona baada ya taarifa hiyo ya CAF watu wengi wameweza kucomment wakipinga vitu vingi sana sasa sijajua kwamba wanapinga kwamba labda Senegal amekosea vipi na vipi, lakini uh, ukweli ni kwamba tayari eh, tayari adhabu ishatoka na tayari kila kitu kimekaa sawa. Yani huwezi ukasema tena waengue, licha ya kwamba Morocco walikuwa wanahitaji eh, kupinga eh, kwamba Senegal aweze kuvuliwa ule ubingwa, lakini CAF wameweza kukataa na uh, wameweza kutozwa faini hizo hapo kama nilivyoweza kukusomea na ni taarifa rasmi kutoka CAF na imeeleza kila kitu kimekaa sawa. Nini maoni yako? Hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swale Mshana. Unaweza kuachia comment utuambie tu wewe umepokea vipi taarifa hii. Asante na kwaheri.